Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Zedee Media? Ni matumaini yangu kuwa ni mzima sana na unazidi kuenjoy time hii hapa. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao mmekuwa mkisupport lakini pia wote ambao mmekuwa mkishare video zangu kwa ukubwa zaidi. Lakini pia nichukue nafasi hii kukaribisha ambao bado hujajiunga na sisi, fanya ku like video hii lakini pia share na usubscribe na mwisho wa siku bonyeza alama ya kengele ambayo itajitokeza hapo utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari na matukio mbalimbali pindi tu ambapo tutakuwa tunaweka hapa kila wakati, stori kubwa ambayo kwa sasa ina trend kwenye mitandao ya kijamii ambayo nimeona nikuletee, mpenzi mtazamaji, imezidi kupasua vichwa vya habari huko kwenye mitandao ya kijamii na kila mmoja amekuwa akizungumzia hili, na kila mmoja akisema kwamba ni kipi ambacho kinaendelea kati ya bosi na mfanyakazi ambaye alikuwa yuko chini yake, yaani Harmonize na Ibra. Juzi kati tulishuhudia Ibra akiweka wazi kwamba anahitaji kutoka kwenye label ya Konde Music Worldwide, lakini ametakiwa kulipa kiasi cha shilingi bilioni moja. Aha. Kama jinsi ambavyo tunafahamu bilioni moja sio pesa ndogo. Ibra anatakiwa kulipa pesa hizo ili aweze kutoka kwenye lebo hiyo ambayo imemsimamia kwa muda mrefu. Ni kitu ambacho kimetrendi na kuzungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kila mmoja kuwa na maswali mengi sana. Ni kipi ambacho kinaendelea? Sasa Harmonize baada ya hapo aliandika ujumbe akisema kwamba nimemchunguza sana Ibra mdogo wangu Chinga, nimegundua ana roho mbaya, kama sio ibilisi amempanda kichwani. Maana hata siku aliyoposti kusema na mdai bilioni moja ni ile siku ya birthday ya mjukuu wangu Amara yaani mimi kipenzi changu tuna trend. Kifupi alisikia wivu Aha. Yani kwamba Ibra alisikia wivu kuona kwamba Harmonize ana trend yeye, pamoja na Kajala siku ya birthday ya Amara, mtoto wa Paula pamoja na Mario. Sasa anasema guys, sijamwomba chinga bilioni moja, ila mkataba alio saini na lebo unasema ikitokea watu wanataka kumnunua wenye malengo makubwa zaidi ya Konde Gang, pengine tunaweza kutafuta, kutofautiana kipato itatakiwa alipe lebo Konde Gang uh, bilioni moja ili uh, wawasaidie vijana wengine. Nilimwambia nitabaki kuwa kaka yake na Konde Gang, chama lao. This guy have to I anasema have, have, uh, this guy have to pay, yani huyu jamaa inabidi alipe. Anasema nililipa kwa kukopa. A, mchangieni, au sio? Harmonize anakumbusha kwamba kipindi cha nyuma alilipa kwa kukopa, na alikopa benki kama jinsi ambavyo tunafahamu, na aliuza baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anawekeza ili tu alipe deni ambalo alikuwa anadaiwa. Alilipa kiasi cha shilingi milioni mia sita, na yeye anasema Ibra anatakiwa alipe. Vita ikazidi kuwa kubwa sana, baada ya Ibra naye kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi, nitakusomea mpenzi mtazamaji, lakini kama ni mgeni bado hujajiunga na sisi, subscribe, vitu kama hivi utakuwa unavipata hapa bila wasiwasi kabisa. Ibra anasema hivi: sito kusifu roho mbaya na wala sito kutangazia mabaya yako, na ndio maana hata waandishi wa habari na wakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii wewe ni kioo ila chenye ukungu lakini pia ninachoamini, msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa, umenisaidia sana kaka Konde. Pia nikiendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mamangu aliyenizaa unataka nimuue kikatili, wakati nguvu za kupambana ninazo kaka Konde, na bado unakaa kunitangazia ubaya. Sema nini kakaangu? Asante. Maana hata nikiongea mimi maskini, kauli yangu haifanani na ya kwako tajiri, na najua lengo lako ni nikose kabisa msaada, ili nije tena kukuomba pango, uniite chumbani kwako kama ulivyokaniita mara ya kwanza na jaribio lako likashindikana. Mimi sio chakula bro, mimi ni msela, naendelea kukutunzia mahovu yako mengine sababu naamini utabaki kuwa kaka Harmonize. Ah. Ibra ameamua kuzungumza moyoni mwake, anasema kwamba Harmonize aliwahi kumwita chumbani baada ya Ibra kumwomba hela ya pango. Harmonize akaamua kumwita chumbani kwake, hatufahamu alimwita kwa sababu gani, lakini anasema kaka, mimi ni msela, naendelea kutunzia maovu yako mengine, sababu naamini utabaki kuwa kaka. Anasema kwamba ni mambo ambayo yalitokea kipindi hicho cha nyuma ambacho Ibra aliamini kwamba Harmonize ni mtu ambaye atakuwa naye vizuri sana katika mziki, lakini mwisho wa siku anatakiwa kulipa kiasi hiko. Mimi nafikiri Ibra anazungumza haya yote kwa sababu Konde Gang inahitaji alipe kiasi ambacho kinatakiwa, ili mwisho wa siku awe msanii huru. Sasa hatukuishia hapo, bado tuko na Harmonize. Harmonize akaandika ujumbe unaosomeka hivi Unaweza kusema kwamba sijawekeza chochote, ila tambua nilishawekeza kila lililo ndani ya uwezo wangu, utu thamani yangu. Kwa kuwa leo mdogo wangu unaimba dunia, na kwa kuwa leo mdogo wangu unaema dunia, unaiambia dunia kwamba mimi sina utu katika watu, mimi ni kafiri kiasi hiki, richa kwamba nilikudekeza na ukuona mdogo wangu kama ma malipo ndio haya basi mwa basi mbaya, mbaya, lazima ulipe deni kaka. don't need you. I don't need you anymore. Sio. anasema kwamba hamhitaji tena anachotakiwa ni kulipa lebo ili mwisho wa siku awe huru, anasema anaotalipa kama nilivyolipa. Uh, superstar congrats anasema kwa kujitangaza uchoko pia ile ni bina, binafsi eh? na kujua huna hata dalili hizo. Aliyekudanganya I feel sorry for you, kwa sababu haipo kwenye mkataba kwamba tulisaini choko au mtu makini. Hamunaizi anasema kwamba kwa mambo yote ambayo Ibra ameyafanya kumzungumzia hivyo kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ni swala ambalo wangemtafuta Hamunaizi na wakaongea basi, anasema kwamba hamuhitaji hata kidogo anachotakiwa tu ni kulipa lebo ili mwisho wa siku afanye mambo yake, na anasema kwamba utalipa kama nilivyolipa mimi. Yani Harmonize alilipa ili kuwa msanii huru na akafanya mambo yake akapambana mpaka akatoboa. Sasa anasema kwamba Ibra naye atalipa kama jinsi ambavyo yeye alivyolipa. E bwana, mambo ni mengi sana, mambo yamekuwa mengi sana na kiukweli, na kila mmoja amekuwa akitazama hili Uh, na kusema kwamba hili sasa limekuwa ni shida, kwa sababu uh, watu wengi walikuwa hawajategemea hiki ambacho kinaendelea kwa sasa. Ibra, baada ya hapa, akaendelea kusema, akamjibu tena Harmonize, akasema, endelea kuita vijana wako chumbani, sio mimi, mimi ni msela oyawe. <laughs> Bwana e, mambo ni mengi sana, na kiukweli mambo amekuwa ni makubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, na hiyo ni baada ya Harmonize kujibizana na Ibra. Ni watu ambao walikuwa mabro, walikuwa nasapotiana hapa na pale na na hapa pale. Watu bado wanashangaa ni kipi ambacho kinaendelea, mbona tulikuwa tunaona kwamba upendo umeshamiri. A, kila mmoja na msapoti mwenzake kwa ukubwa. Harmonize alimwona Ibra ni mdogo wake, akaona kabisa ngoja nimpe sapoti aendelee kufika mbali lakini mbona sasa Ibra amekuwa hivi, nini ambacho kinaendelea? Habari zote za kiburudani kama hizi utazipata kupitia hapa. Fanya hivi, like video hii, share kwa watu kadhaa, lakini pia subscribe na gusa alama ya kengele, utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata habari kwa wakati. Zaidi kuhusu habari hii ya Ibra bado tunafuatilia, bado tutajua kile ambacho kinaendelea hadi kufikia hatua hayo yote kuweza kutokea.